Si mchawi labda nyinyi ndio mmejua mimi ni ume, ume, hey. We, mi mchawi no, mchawi lakini watu wengine hawajui. Wewe ni nyinyi ndio mnajua mimi ni mchawi, lakini watu wengine hawajui mimi ni mchawi ile niliwasomesha mpaka kwenye mmetoka, mpaka Ulaya, sasa ndio mmejua mimi ni mchawi shosh. Wewe ni mchawi shosh? Nilikawasomesha nikiwa mchawi, niliwasomesha nikiwa mchawi. Fikisha Mungu wangu, Mungu wewe ndio unauzia watu. Wewe kuenda peleke hizo machozi huko, onekanie kama nini ni mchawi, wacha Mungu wanionekanie kama nimetenda hii yote, na nimesomesha na nimefikisha penya pote mmefika hakuna shida Mungu atanipigania. Shosh amefika hapa na tunashukuru sana. Unajua ndo alikuwa amenitafuta pale before ya eh, alikuwa amenipigia simu, kaniambia tuende pale airport. Mambo ilifanyika yenye imefanyika. Mtoto alinyonyeshwa, ali lazima mtoto alizaliwa, lazima anyonyeshwe venye daktari usema hapo daily na ya yeah, irizo. So Shosh, uko aje mami? Kupo. Maisha nakupelekaje juu unajua tulikuwa pale na wewe airport na kuna venye ilikuwa eh, haikuwa mzuri, maua yako ilitupwa, ili vitu zilifanyika zenye zimefanyika. Kuna watu wanasema tushosha na kamchawi juu kazi yangu kimaisha. Since hapo maisha nakupelekaje? hata kama vile kulifanyika, mimi niko sawa, mambo bado, ninaendelea na ile kazi yangu nilikuwa nafanya. hmm. hmm. So maisha tu iko the same, ko sawa tu hmm. e, mimi naendelea tu na ile kazi nilikuwa nafanya hmm. ya kushughulika mambo ya shamba nini nini, bado niko kwa shamba, naendelea na kazi zangu. Hakuna kitu kimebadilika kabisa kabisa, hata kama walikukata. hmm. hmm hakuna kitu imebadilika, mimi e, niko sawa na ninaendelea tu na shughuli zangu. hmm. Hmm. So kuna vitu hawa juku wako Mario na Kevin hmm. watoto wenye umelea kutoka kwa wadogo, walikuwa wamesema hapa, walikuwa wamesema ati juzi juzi, after airport, walienda kwa nyumba yako ya ushago, wali travel ushago, wakaenda kufungua mlango, nyuma ya mlango wanapata kuku jogoo tano zimekatwa kichwa, bado ni fresh, kuna damu, zimefungwa na kamba ya red, ziko hapo nyuma ya mlango, zimehangiwa na kamba. Shosh, nini inaendelea hapo? Wanasema nini juu najua, inawapia inawapi hiyo validation, ni kama wanasema ya juu tulipata hizi vichwa, ndio ni ukweli, sasa shosh ni mchawi. Hizo vichwa ni ukweli, zilikuwa hapo ama hazikuwa? Hmm, na kama hata wanasema zilikuwa na mbona wakupiga picha wakuja waonyeshane kama zilikuwa hapo? Mm. Wanasema zilikuwa hapo na wakupiga picha ndio watu kila mtu aone ati zilikuwa hapo, ngekuwa ziko hapo mm. So, angekuwa, so wamepiga picha walete uone na kila mtu aone, umesikia aone. Mm. Mm. Mm. Jibu ya Shosh yes, the same thing nauliza Shosh anasema mngepiga picha. Yeah. Uh, as in venye nilikuwa nimesema tuliziona kutoka nje kuongeleshana na sista wangu hapa, kurudi tukapata hakuna, so hatukuwa na taimu nzuri ya kupiga picha mm. yeah. unajua nini, sisi ni watu wakubwa na kitu kama hiyo hatuwezi danganya kitu hatukuona, si tunasema kitu tuliona mm. So labda ana, ana insist hivo juu anajua tu kupiga picha, na hata yeye mwenyewe angekuwa ni sisi angepata taimu ya mm. kupiga picha mm. ni ukweli zilikuwa. mm. Mm. na sasa kunapo vitu mingi mmeaccuse Shosh mara ya mambo ya watoto mm -hmm. Sijui walikuwa wangapi wangapi, mara mlango yake inafungwa hivi na hivi mm -hmm. yes. Sahii unajua hapa tuko on a neutral ground yeah. yeah. na Kevo yes. and Marion mm -hmm. I want you, I want you to speak to your grandmother mm -hmm. directly, swali by swali mm -hmm. naona hebu muulize, mbona anafunga room? Muulize, mbona anafanya hii na hii na hizo vitu zote mmese. Muulize hata kuhusu wazazi wenyu, sababu hiyo time amko na humble time. Namjai uliza mlisema mjaika na Shosh mkamuuliza mka iko hivi na hivi, antio anasema hivi na hivi, so mi ningependa mwonge tu na Shosh directly juu ni mtu amewarezi, amewapanguzadi Adi, adi, adi, adi mavi koko mkiwa kwa diapers kitambo, hapo si ndio? Sindio? si mnakubali hiyo? So ni mtu mnaweza mwongelesha, kuna kitu ungependa kuuliza shosh for clarification. Ni sikwetu tunachukia mtu bure, tuanazazata naweke hivyo, kwa kwa nini anafunganga hiyo room? Hiyo room anafunga naifunguliwi. Mimi huwa nafunga kwa room sababu kuna document zangu za maana ziko hapo mataito di vitu zangu za maana ndio ziko hapo, ndio nilifanya si, nisifungue mlango kila mtu anaingia kila mtu anaingia naona document zangu, ndio ninafanyaga nifunge. Hmm. Hmm. Room inakaa giza s so unafaa kwao kuweka hata light. Hmm. Eh, yeah? Unafunga room inakaa giza kabisa, hakuna mtu anakaribia hapo mi nafungaga naweka giza juu hakuna mtu mwingine anaingia hapo isipokuwa ni mimi. Nikiingia huko ndio ninahakisha stima ndio naona Kenya inaona inakaa lit, inakuwa zenye nataka kuchukua document zangu, natumia document zangu. I think Kenya, Kenya najaribu kusema vokeni. Yeah. Unaona, tuseme hata we ukiwa na kwako, sishoshi kwake ni kwake. Yeah. Ni nyumba yake. Yeah. Mimi kama bwana wake alikufa seme bakini yake awezi alau, kila mtu room unafunga, sababu unajua kuna maybe document important hapo, na ukiacha wazi zinaweza ibiwa. I think ni valid point, ama unaona aje bro? Mimi bado simwoni po ha, na hiyo explanation amesema kuna crucial documents, ndio maana anafunga room yake yeye yeye huingia hapo, wakitaka ku, ku access tu peke yake aeke kwa sanduku afungie huko kwa sanduku. Mbona mm. Afunge mlango yote juu ya documents mm. Alafu shosho akona wajukuu wengi sana, na yeye anafaa kuwa shosho, anapenda wajukuu an, anawaruhusu an, wanaingia huko ndani hiyo mm. Yo, mimi hiyo tabia yake. Mimi hata hiyo maelezo amepeana sioni sioni kingiana na rumenye na, rumenyemkwa mmeingia pale Marion si aliyokubali mu access mali, anasema hizi kubali tu ni private room zake bedroom tu. Unaona, mali ni private. kwa nini? na sisi siwezi, we are working, we have got money, hatuwezi ibia shosh. si anaturuhusu tu tuingie, kama ni sawa, room ikae open kwa wageni, kama wamefika compound, tufanyie hata usafi yeah. Mm, lakini haturuhusu, hataki, imefungwa continuous mm. So explaon explanation amesema amjaridhika nayo kitu. kitu gani ingine mko mnataka about bout? naelewa mimi mm, nataka anijibu na aseme tu kweli kama aliwa wazazi wetu mm. Unajua, saahii ndo tumekuja kuelewa hizi vitu, tuna connect the dots wakati wazazi wetu walikufa, ni yeye aliwapata wakwanza, alafu tumeambiwa na na mtoto wake na sista ya mam na oh. Kwamba ni yeye aliwaua oh. So atuambie tu ukweli, ile ukweli tu tujue, because sisi tumeishi tukiumia, tuna wazazi tumewamis sana, umesikia? oh. mm -hmm. Shosh, umesikiza vitu wamesema. uh -huh. ati uliua wazazi wao. Well, since wende uliwapata uh -huh. last time tukiwa kwa airport au kuexplain father Okay, uliwapata wale watoto kwa hiyo situation wamekaa hapa wamekufa, mm. Inaweza kuwa nini? We ulikuwa na kifo yao watoto wako wenye mwenyewe uliza, siwezi kuwa ni juu, siwezi beba mtoto miaka miezi saba miezi tisa kwa mwili, alafu tena ni mwaue watoto wangu. Ni wangu na venye ni wazani wangu, kama ni kuchukuliwa walichukuliwa na Mungu, walikufa kijia ya Mungu, siwezi jua juu mimi si mchavi. mm. Na, na, na kidogo tu kidogo tu nakuja kwako <coughs> na pale airport kuna, ulikua umevaa nguo ya kala red yes. Ulikua umevaa maua pia ilikuwa na kala, kala ingine inaenda kukaa red mm -hmm. Kuna watu wanasema ati we kuvaa nguo ya red inamaanisha wewe ni mchawi, sijui unasema nini kuhusu hiyo. Kuvaa nguo si ati mi ni mchawi, si watu hata watu wale watu wengine wanavaaga nguo za, za red mm -hmm. e, wanavaa nguo za redi kila hata kila mama wa, wa wanavaa nguo ya redi, si kumaanisha ti nimevaa nguo ya redi mi ni mchawi. So hawa watu wakorong, hata hata unajua, unaweza pata hata president game ya Rambe Stars ama venye wewe leo Kevo, hiyo ni shati ya Rambe Stars, umevaa jezi ya red. So mkisema vitu ni za red ni za uchawi, so unaona, maybe sometimes inaweza kosa kuingiana, ama unaona aje bro bado mimi wezi nitoa hapo mm, yeah. So kuna mali, nimekukatiza kidogo Mario. Maswali ni mengi. Kitu ya kwanza alituambia alikuwa na watoto wa sita, sahii tunakuja kugundua alikuwa na watoto wanane, of which wengi wameaga, ni wawili ndo wamebaki, na inasemekana ni wao anawaua, alafu zile mali ni yeye ndo anabaki nazo, so tuelezee Tuambie tu kweli, naendelea mbtu, ukweli ninaendelea, hata ataki tuingie hiyo rum hii mm. Shamba yote shosh, unachukua wapi hizo hmm? so, so, document unasema i think ziko attached na watoto wote so, so shosh, un, unajua wanasema yeah. ati, ati nini ati watoto wako wakikufa ati mm. unabakingi na mali zao mm-hmm. sijui kaa ni ukweli ama ni uongo. Hiyo ni uongo juu mimi mali niko nayo, niko na mashamba zangu nafanyia kazi mali za watoto nitafuata, nikipeleka wapi? Na, na nina, mimi niko na mali zangu mimi, ninajirizi na pesa zangu na mali zangu ndizo nafanya kazi nazo. Ningetoa ningechukua pesa nipeleke wapi? Na mimi bado niko na pesa mm. Na sasa hiyo yenye anasema ati unaua watoto wa, wako ndio baki na mali yao, hiyo akizoshoni inatokea wapi? Sijui kwenye wanatoa, juu mimi mali niko nayo ninafanya kazi na, na ninalima ndio napata, nina pesa kutoka hapo. Hata wenye wanasema minauaa ni, watoto ndio nipate pesa, ndio nashindwa hiyo kitu hiyo mambo ilitoka wapi ya kuua watoto mm. na mimi niko mm. na mali zangu na maploti zangu huwa nakodesha mm. sijui natoka wapi hiyo, ndio wananiambia mimi nimeua juu ya watoto. Mm. Nipe, ni, ni ndio nichukue pesa za watoto mm. mm. Sasa nikuulize Marion, eh? As much as umesema shosho na wa watoto wake ndo abaki na, na mali yake mali yao okay, she's an old woman eh? Anapeleka hiyo mali yote wapi? na mali tunakufa tunaacha kwa hii dunia, hata afanyie nini voke. Na Marion tuanze nayo Marion, sijui labda Hala. Ni tamaa tu wako nao mingi hmm. tunashangaa hmm. sana hmm. juu angekuwa ametugawia ama maybe aseme niitie wale watoto niwagawie mali yao ingekuwa hmm. tunaelewa ajaongea kitu kama hiyo. Uh-huh. So, kenye naweza kuuliza Mario ne enye umesema ama any of your cousins, asha ashakuja akasema ati shosha alifanya hivi na hivi na yendo amebaki na hiyo mali yao. Kuna at any point in time enye ishafanyika bado lakini, mm. I think wameamua tu kuacha mm. I think hata wao wanaumia, wana, wanaumizwa wana, na, na, na hizo vitu shosh anafanya ndio, mm. maana mm. wameachana tu na hiyo stori, lakini ukweli ni hizo mm. mahali ni endo ako nazo mm. mm. So ni sawa, shosh wanasema endo uko nazo, but watoto uh, uh, wa wajuku wako wengine wajakuja, wakasema ulibaki na mali ya wazazi wetu. So mi hiyo siwezi siwezi prove ni right ama wrong, sijui ka unanielewa, si ukweli juu mm. kama ningekuwa nimebaki na, na mali zao, hizo pesa niliwasomesha nazo mpaka hapo wamefika, ndio walikuja kunifanya madharao nikiwa hapo airport. Sasa sijui ni nini wananiuliza na juu mali zao niliwasomesha nao zenye zilibaki na zenye zilibaki, mimi niko na zenye zi, zenye pesa zangu zenye nilibaki nazo, sina pesa za mtu mwingine, isipokuwa mali zenye niko nayo ni yangu, yenye nifanya kazi kwa, kwa shamba na pia zenye uliwasapoti ukiwafunza ni e, zenye zilibaki vijin... zaawa vijana wote ambao ni watoto wako, mango zetu na mati zetu, unachukua wapi Anasema chukua ngi ama unazichukuanga shosh, kuna mtu umegawia hiyo mali? Mi mali ni zangu zenye nilifanyia kwa shamba mi, hakuna mali zingine nizichukua za mtu huko nje mm, juu za watoto nilipewa watoto mm, eh, mi ni zile izo niko nazo ni zile nilifanyia kazi mm, eh, zenye niliwasomesha zikabaki. I think, I think, bro, juu tulikuwa tumeambiwa na auntie about yeye ndiye anajua venye shosha aliua wazazi wetu. At that moment tulikuwa so young. Uh, tunahitaji kupata enough evidence kutoka kwa anti yetu vizuri ajustify, maybe anaweza tua, tufuatilie tujue ukweli kabisa. Na, na nikuulize Marion, kuna maybe accusation ingine unataka ku cover mm? Yes, unajua watu wanaongea sisi si, si, si peke yetu, yeah. watu wa yeah. village wanaongea mm-hmm wanasema kuna vitu wameona. Hmm, yeah. Yeah. So, vitu ni mingi. Kuna nyoka around compound ya ulikushasema, hiyo kweli? villagers wanasema yeah. kuna nyoka yoyote wange nazunguka nyumba yako? Labda hao ndio wanaona, mimi sijaiona. Mm. Ukiangalia shosha akai na mke wote, shosha anakaa peke yake mm. Yeah. So, niambia kuna wasaidizi wa kazi wenye wanamsaidia kwa shamba na kulima na kwa shamba tu, lakini tu kwa nyumba wanalipo, wanatoka wanaenda, but shosha kuna personal life, hiyo ndio inatushtua sana p Private sana, Private kabisa shosha mm. Yeah. unakuanga mtu wa kisiri siri sana baka sana, wajirani wa huwa wanakuja mpaka wajirani wa napeaga kibarua kuja kufanya kazi kwa shamba yangu Hmm. Hey. So hii ni mambo yao tu wanaongelea, hii ni mambo yao tu wanaotafuta, sijui wametafuta wapi na hmm. hey. hmm. nikuulize shosh, hmm. we ni mtu, we ni mtu religious, unaendanga kanisa, una, una, una, hey. una believe in Christ, ni Mungu kabisa, na unaweza confess hapa, we ni mtu wa Mungu, si ndio? hmm. Hey, kabisa. Nimeenda hmm. mi hmm. mimi church, church. We ni mchawi, unaendanga kanisa gani? ni mchawi wewe. Mimi ni mchawi saangapi meuai mchawi, mnasema Mimi ni mchawi, nimeua nani? mnaua nani? Wewe ni mchawi labda, ninyi ndio mmejua mimi ni mchawi, lakini watu wengine hawajui. Wewe, nyinyi ndio mnajua mimi ni mchawi, lakini watu wengine hawajui mimi ni mchawi. Maiil niliwasomesha sasa ile niliwasomesha mpaka kwenye mmetoka mpaka Ulaya. Sasa ndio mmejua mimi si mtawi, ninyi ndio mnajua mimi ni mtawi, lakini watu wengine hawajui mimi si mtawi. Hata Mungu anajua mimi si mchawi. Mimi si mchawi, mimi si mchawi. Hata Mungu anajua bali yako, mimi si mchawi. Mimi si mchawi, mimi si mchawi. Acha kuniumiza, si mchawi. Hata Mungu anajua akiwa mbinguni. Mimi si mchawi, mimi si mchawi. Hata Mungu akiwa mbinguni anajua mimi si mchawi. Mimi si mchawi, mimi si mchawi. Mimi si mchawi. Mimi si mchawi. Mimi si mchawi. Mimi si mchawi. Mimi si mchawi, mimi si mchawi, hata Mungu akiwa mbinguni anajua mimi si mchawi. Mimi si mchawi. Tukae tu hapo. E, hey bro, ogopi kushika shosh mashati hivyo? Ogopi mebia, hata naeza kulani, achani. hmm. uh. Rani tu. haina shida. Mbona mnashika shosh shati, Mario? Unajua uwezi elewa. I feel that pain, kupoteza wazazi wetu bro. Bro inasikia hata kumpiga ka nihiyo, rana ni sawa. Shosh, pole kwa kwa hiyo harassment umepitia nisikia vibaya sana kuitwa mchawi, kama mi sijaita mi sijatoa mtu yoyote, mi naitwa mchawi mimi. Mimi ni mchawi mimi mimi, maana kwenye nimewatoa sasa ndio nimekuwa mchawi, kwenye nimetoka kwote, kwenye nimewatoa nyinyi wote mimi, yes, ni mchawi. Shoshu unasema we ni mtu wa Mungu sana. Eh, mi najua Mungu. Mi si mchawi. Mi si mchawi. Mi najua Mungu sana. Mi najua Mungu. Mi si mchawi.

alifanya. Mimi si mchawi, hata Mungu akiwa mbinguni anajua mimi si mchawi. Mimi si mchawi, vitu mingi <unforting> sana, si moja, kwanza historia yake kabisa.